Referee wa, wa mchezo. Yes, Dahane Beida. Ukiangalia CAF ina waamuzi wake watano bora kabisa ambao waweka kwa ajili ya kwenda kuchezesha fainali za kombe la dunia za ngazi ya klabu zinazofanyika Marekani mwezi wa sita na wa saba si ndio? Si ndio? CAF katika orodha ya waamuzi thelathini na mbili wanaotakiwa kwa ajili ya ile mechi wano, CAF wamepewa slot tano. Katika slot tano hizi yupo Jean Jacques Ngavo Ndala kutoka DR Congo, yupo Ibrahim Mutas kutoka Libya, yupo Mustafa Kurbal kutoka Algeria, yupo Issa C kutoka Senegal na Beida Dahane, waamuzi watano. Beida Dahane kutoka Mauritania, waamuzi watano hawa msimu uliopita wa michuano ya CAF ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa Afrika, hawa waamuzi watano walihusika wote kupewa mechi kubwa hawa. Champions League First leg ilichezwa uh, Tunisia, mwamuzi alikuwa Mustafa Horbal wa Algeria. Champions League uh, second leg mwamuzi alikuwa Jean Jacques Ngabondala wa DR Congo. Kombe la Shirikisho Afrika, first leg alikuwa Peter Waweru kutoka, kutoka Kenya. Huyu peke yake ndo, ndo katika wale orodha wa ya waamuzi watano, huyu peke yake ndo hayupo Haya, mechi ya pili ya, ya confederation Isa Si alichezesha kutoka Senegal. Ibrahim Mutas kutoka Libya ndo anafunga safu ya waamuzi hawa, alitoka uh, alichezesha mchezo wa CAF Super Cup. kama unakumbuka Ahly anacheza na Zamalek. Yes, mwamuzi mwingine ni huyu Beida Dahame ambaye alichezesha fainali ya AFCON. Unakumbuka, msimu huu katika mechi za fainali hizi mbili ya ligi ya mabingwa mbili na shirikisho mbili. Hii seti ya waamuzi watano hawa bora ambao CAF imewapeleka kule Marekani, waamuzi hawa wanne hawajatumika kabisa. Nilitarajia, kwa sababu hawa ndio wamepelekwa Marekani. Basi, katika hizi fainali wangepewa, kwa sababu ndio best, na msimu uliopita ndio walipewa hawa. Hawa ndio best, ndio cream. Fainali ya Champions League ya kwanza ya South Africa anachezesha Ismail Ali Mahmud kutoka Sudan. Hayupo katika orodha ya waamuzi wale watano bora. Fainali ya pili tokayochezwa Misri anachezesha Daniel Laryea kutoka Ghana, hayupo kwenye ile orodha ya waamuzi. Fainali za kombe la shirikisho Afrika, muamuzi anachezesha mechi ya kwanza kule uh, ni, ni, ni, ni Pierre Pierre Acho kutoka Togo, hayupo kwenye ile orodha ya waamuzi. Fainali ya pili ambayo inachezwa hapa sasa, amechukuliwa kwenye ile orodha ya waamuzi wa tano, ile cream ndo ameletwa Beida Dahane, ndo ameletwa Beida Dahane. Unajiuliza kwa nini hawa wamuzi wengine wanne wa hawa bora kabisa hawajapewa hizi fainali. Kwa nini fainali ya pili ya Confederation ambayo simba atakwa nyumbani ndo akapewa Beida Dahane? Why Beida Dahane, Beida Dahane hizi fainali.